Katika watu hao mia tatu ambao tukawapatia bima za afya, tumewatenga katika makundi matatu. Mheshimiwa, tuna kundi la watoto ambao tumeona ni vizuri tukawaangalia watoto ambao wanaishi katika ba, maisha magumu ama changamoto mbalimbali, na tukaona njia sehe, njia rahisi ya ku identify hao watoto ni kupitia vituo vya kulelea watoto yatima. Kwa hiyo tutatoa bima za afya kwa watoto yatima mia moja tutatenga vigezo na masharti kuhakikisha kwamba tunatoa bima a kwa watu mia moja ambao watakuwa ni wanawake, lakini pia tutatoa bima za afya kwa kundi la wazee ambao idadi yao pia ni mia moja, kwa huku ujumla watakuwa wanatimiza ile idadi ya watu mia tatu Mtakumbuka mheshimiwa rais wakati analihutubia Bunge, alisema katika siku zake mia atahakikisha hatua za mwanzo katika baadhi ya mkne kuanzisha zoezi la bima ya afya kwa Watanzania wote lianze leo. Mmemchokoza mheshimiwa rais, mmeanzisha nami, hongereni sana. Na nini ni miongoni wa watu mmetia jitihada kwenye zile siku mia moja za mheshimiwa rais, kuelekea bima ya afya kwa Watanzania wote.

definitely uh, next year tunapanga kufanya kambi za namna hii zaidi au labda za tofauti kidogo, lakini lengo ni kuwakiwa Watanzania kuwapa fursa ya kupata matibabu.